Mgogoro wa vita vya moja kwa moja kati ya Irani na Israel uliendelea kwa takribani siku kumi na mbili. Ni mgogoro mkubwa zaidi kwa Irani tangu vita vya Iraki na Irani katika miaka 1980. Mgogoro huu haukutikisa Mashariki ya Kati peke yake bali pia Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Urusi, Korea Kaskazini na dunia kwa ujumla walitazama kwa wasiwasi siku 12 za moto kati ya Israel na Irani. Maelfu ya watu walijeruhiwa, zaidi ya watu 600 nchini Irani wakipoteza maisha, huku watu 28 wakipoteza maisha nchini Israel. Mgogoro huu yawezekana ukawa moja matukio makubwa yaliyotikisa dunia kwenye karne ya 21, historia imeandikwa na itabaki katika vitabu vya historia. Vita ya siku 12 kati ya Israel na Irani iliyoanzia tarehe 13 Juni hadi tarehe 24 Juni mwaka 2025, ilikuwa ni mojawapo ya mizozo mikubwa zaidi ya kijeshi ya moja kwa moja kuwahi kutokea kati ya mataifa haya mawili yenye uhasama wa muda mrefu. Mgogoro huu ulichochewa na mivutano ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani ushawishi wake katika Mashariki ya Kati na uhusiano wake wa karibu na makundi ya wapiganaji kama Hezbollah na Hamas. Israel ikihofia ukuaji wa uwezo wa Irani wa kutengeneza silaha za nyuklia, ilichukua hatua za kijeshi na za mapema zilizoibua vita vya haraka, kali na zenye madhara makubwa kwa raia na miundombinu ya kiraia na kijeshi kwa pande zote mbili. Uingiliaji wa Marekani ulizidisha ukali wa mapigano haya na kuyapa uzito wa kimataifa, huku hatari ya vita pana zaidi Mashariki ya Kati ikizidi kuongezeka kwa kasi. <tiple> Mnamo Juni 13, mwaka 2025, Israel ilianzisha mashambulizi ya anga makubwa dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya kijeshi ya Irani katika operesheni iliyojulikana kama Operation Rising Lion. Kwa kutumia ndege za kivita aina ya F-35 na makombora ya kisasa ya usahihi wa hali ya juu, Israel ililenga maeneo ya kimkakati kama vile Fordo, Natanz, Isfahan na Hormabad, vituo muhimu vya mradi wa nyuklia wa Irani. Mashambulizi haya yaliolenga pia viongozi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na wanasayansi wa nyuklia wa Irani. Miongoni mwa waliouawa walikwemo meja y jenerali Mohamed Buger, Amir Ali Hazade na baadhi ya wanasayansi waandamizi kama Mohamed Mehdi. Ripoti za Irani zilieleza kuwa takribani zaidi ya watu 600 waliuawa wakiwemo wali wanajeshi na raia huku majeruhi wakifikia zaidi ya watu 2500. Miundombinu ya kielektronik, vituo vya utafiti na maeneo ya kijeshi yaliathirika vibaya. Katika kipindi cha masaa machache, Irani ilijibu mashambulizi ya Israel kwa uzito mkubwa kupitia operation iliyopewa jina la ahadi ya tatu. Zaidi ya makombora 150 ya ballistic na droni zaidi ya 100 zilifyatuliwa kuelekea miji na maeneo ya kijeshi nchini Israel. Miji kama Tel Aviv, Balsheba, Ashdod na Haifa ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Makombora kadhaa yaliathiri hospitali ya Soroka huko Balsheba yakisababisha vifo vya raia 24 na majeruhi zaidi ya elfu moja. Wakati huo huo, makazi ya watu yaliharibiwa vibaya, raia wengi walikimbilia maeneo ya kujikinga huku hali hatari zaidi kitangazo kitaifa. Israel ilijibu mashambulizi haya kwa mifumo yake ya ulinzi wa anga kama Iron Dome na David's Sling, lakini baadhi ya makombora yalipenya na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya afya, umeme, maji na barabara. Hili lilikuwa shambulizi kubwa zaidi dhidi ya Israel tangu vita vya Yom Kippur. Katika hali ya kushangaza, Israel yenyewe ilifanya shambulio katika televisheni ya Irani, hatua iliyotafsiriwa kuwa ni ujumbe moja kwa moja kwa utawala wa Irani kuhusu vita vya habari na propaganda. Kwa kutumia makombora ambayo yanadaiwa kurushwa na ndege zisizo na rubani, Israel ililenga moja kwa moja jengo la shirika la utangazaji la taifa la Irani, IRIB, ikiwemo kituo cha Press TV na Al Alam ambavyo vinatajwa kuwa nguzo muhimu za kueneza sera na misimamo ya serikali ya Irani ndani na nje ya nchi hiyo. Mlipuko mkubwa ulisababisha kukatikwa kwa matangazo moja kwa moja, huku mitambo kadhaa ya utangazaji ikiharibiwa vibaya, jambo ambalo lilizua mtafaruku mkubwa kwa watazamaji wa ndani na wa kimataifa. Massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime Fordow, Natanz and Esfahan Mvutano ulifikia kilele mnamo Juni 21 hadi 22 wakati Marekani ilipoingilia vita vya moja kwa moja kwa kushambulia vituo vya nyuklia vya Irani kwa kutumia ndege za kisasa za kivita aina B2 Spirit. ya spirit Marekani ilitekeleza operesheni ya kushitukiza iliyopewa jina Operation Midnight Hammer. Mabomu mazito ya kupenya ardhi aina ya GBU 57 A mkoaji B yaliangushwa kwenye maeneo ya Fordo, Natas na Isfahan kwa lengo la kuharibu kabisa mitambo ya urutubishaji wa uranium na kuzuia uwezekano wa kutengeneza silaha za nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mara moja kwamba mashambulizi hayo yalikuwa na mafanikio makubwa, akisema tumefuta uwezo wa Irani wa nyuklia. Hii ni hatua kubwa kwa amani ya kweli ya dunia. Irani, hata hivyo, ilikataa kukiri uharibifu huo mkubwa, lakini picha za satellite zilionyesha uharibifu mkubwa wa majengo ya chini ardhi na vifaa vya kisayansi. Katika hali ya kujibu moja kwa moja dhidi ya Marekani, mnamo Juni 23 Irani ilizindua mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Al Udeid ukule nchini Katari, kwa jina operation Glad Tidings of Victory Irani ilirusha makombora 19 ingawa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani na Qatar iliweza kudukua makombora yote. Kombora moja iliripotiwa kuathiri eneo la nje ya kambi, lakini hakukuwa na vifo au majeruhi. Marekani ilijibu tukio hili kwa tahadhari, huku rais Donald Trump akilitaja shambulio hilo kama dhaifu sana na la kukata tamaa. Hili lilikuwa ni tukio la kipekee ambalo Iran ilishambulia moja kwa moja kituo cha kijeshi cha Marekani na ilionyesha hatari ya vita pana zaidi ya kikanda. Katika tamko lililotolewa Juni 23, mwaka 2024 usiku, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kati ya Israel na Irani. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Trump alisema Israel na Irani wamekubali kusimamisha mapigano mara moja. Tumepiga hatua muhimu kuelekea amani ya kweli katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kulikuwa na mgawanyiko kuhusu muda halisi wa kusitisha mashambulizi, kwani Irani haikutangaza wazi kama ilikuwa tayari kusitisha mashambulizi. Mashambulizi ya mwisho yaliendelea saa chache zaidi kabla ya hali ya utulivu kuanza kurejea usiku wa kuamkia Juni 24. Vita hii ya siku 12 imeacha alama kubwa katika historia ya Mashariki ya Kati na diplomasia ya kimataifa. Imeonyesha jinsi a teknolojia ya kijeshi, mashambulizi ya kimkakati na siasa ya maamuzi ya haraka vinavyoweza kugeuza hali ya kuwa janga ndani ya siku chache. Israel ilionyesha dhamira yake ya kutoivumilia Irani kuwa taifa la nyuklia, huku Irani ikijibu kwa nguvu zote kwa lengo la kutunza heshima yake ya kimataifa. Marekani kwa mara nyingine ilidhihirisha kuwa mshirika mkuu au wa usalama wa kimataifa. Ingawa mapigano yamesitishwa kwa sasa, hatari ya mzozo mpya bado iko wazi. Diplomasia ya kweli na mashauriano ya kina ya kimataifa yanahitajika zaidi sasa kuliko wakati mwingine wowote. Dunia inasubiri kuona kama utulivu huu ni wa muda au ni mwanzo wa zama mpya za amani.